Ibariki, Tazania, tubaliki, wa na mtazamaji wa Faruku Online TV. Hili ni baraza la kwanza la madiwani la halmashauri ya munisipa Mtwara Mkinani lilofanyika ukumbi wa Benjamin Mkapa uliopo chuo kikuu cha sayansi na teknolojia cha Mbeya tawi la Mtwara. Zamani kilifahamika kama chuo cha TDC. Kawaida kwenye baraza hilo ama kwenye kikao hicho cha baraza kumehudhuriwa na wananchi mbalimbali, viongozi wa vyama vya vya siasa, kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya sambamba na viongozi mbalimbali wa kiserikali. Sambamba na hayo, madiwani hao pia wamepata nafasi ya kula kiapo cha kwenda kuwatumikia wananchi sambamba na kulinda katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania waifa wangu wa udiwani na kwamba nitahifadhi nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano na kwamba na <coughs> kwamba na kutetea Mara baada ya hapo madiwani hao walipa nafasi ya kuweza kupiga kura ya kumchagua meya na naibu meya wa manispaa Mtwara Mikindani, ambao mheshimiwa Saidi Zaidi diwani wa kata ya Jangwani amechaguliwa rasmi kuwa meya wa halmashauri hiyo, huku nafasi ya naibu meya imechukuliwa na Sixmund Lungu ambaye ni diwani wa kata ya Majengo. Kura za hapana ni sifuri kura zilizoharibika ni sifuri, na kura za ndio ni 24. <coughs> Na kwa mamlaka iliopewa namtangaza kuanzia leo meya wa halmashauri ya manispaa Mtwara Mikindani Sahibi, sahibi. Naibu Meya ni ndugu Saidi Mohamed Zaidi. Naibu Meya, jumla ya wapiga kura walikuwa ni 24, kura za hapana ni sifuri, kura zilizoharibika ni sifuri kula za ndio ni 24. Kwa mamlaka niliyopewa kuanzia leo hii namtangaza ndugu Sixmund John Lungu kuwa naibu meya wa Halmashauri ya Manispaa Mikindani. naye mkuu wa wilaya ya Mtwara Mheshimiwa Abdallah Mwipaya alipata nafasi pia kuweza kutoa salamu za kiserikali, huku akiwasihi madiwani hao kwenda kudumisha ushirikiano na kuacha makundi ili waweze kuwatumikia ama kutoa huduma bora kwa wananchi wao. Lakini pia nimpongeze mpongezi mstahiki meya aliyepita Dango Shadida, ndiye yuko ngera sana dada kwa kumaliza muda wako salama, tumefanya kazi vizuri na bado tutaendelea kufanya kazi vizuri naamini pamoja na madiwani wote katika kata zenu. Kazi tuliyo nayo mbele yetu sasa ni kwenda kuwahudumia wananchi. Mambo ya uchaguzi yameshaisha, tuangalie umoja na mshikamano wetu, twende tukawahudumie wananchi. Sasa na projection ya aina ya serikali mheshimiwa Rais anaitaka ameshajieleza, na tumemsikia anataka tuwe karibu na wananchi na si tuwe karibu tu na wananchi, lakini tuende tukatatue kero za wananchi. Tusije tukawa sehemu ya kutengeneza migogoro katika kata zetu, tukienda kuendekeza makundi, tukienda kuendekeza kugawanya watu. Mwalimu Nyerere alishatuambia kiongozi bora ni yule anayeunganisha watu. Kiongozi anayetenganisha watu, huyu sio kiongozi. Utaleta mifarakano ambayo haina maana yoyote, itawagawa watu na hautaifanya kazi yako vizuri, kwa sababu utakuwa unafanya kazi kwa upinzani, yani kuna watu wanakupinga tu muda wote

zamani kama TTC kawaida. Mimi sana ziada, naitwa Faruku Mwanangonyani, na hii ni Faruk Online TV.